Nawasalimu ndugu wakongomani wenzangu popote pale mlipo. Leo ni tarehe ishirini na moja mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Nawasalimu tena, nashukuru kwa sababu ujumbe wangu umefika kwa walengwa na mpaka tena wengine wamenirushia audio zenye kunirudishia. Nimesema hapana, hizo audio mimi nimesema kwa niaba ya wakongomani na kile kinachonisikitisha mimi kwa vitendo ambavyo wakongomani wanavyovitenda sio vizuri. Nashukuru kwa sababu mtoto wa fujo huwa anasikia hata wakati wa kelele, lakini e, mtoto mtiifu huwa anasikia hata sehemu ambako kuna kelele, lakini ukiona mwambia anashikilia na anasikia, na naamini waliopata ujumbe huu watakuwa wamejikosoa kitu fulani. Lakini hii ni sehemu ya pili ya neno ambalo niko napenda kuzungumza kwa wengine ambao nimesikia na kuona video zao ambao hao wahamiaji wamekuja kuhamia mji wa wapi wa Kamanyola kwanza. <gulia> <gulia> Mungu wangu we, hii inakuwa recto verso. Unaona, katika maisha Biblia ilimaliza kila kitu na methali za wahenga zilimaliza kila kitu. Kitabu kinakuambia kwamba malipo yote malipo yote ni hapa hapa duniani, ndio utaanza yapata hapa malipo yote ya yale mabaya ambayo umetenda. Narudi nyuma kidogo, hii ni kwa niaba ya Watusi ambao Wanyarwanda walikuwa Congo, ambao kwa leo nao wanaanza kulalamika nao wanaanza kulia kitu cha kwanza ambayo naweza nikashauri huyu dada ni kwamba alalamikie polisi au aende lilia polisi, ndo watamsikiliza vizuri e, mamiaka ya nyuma sana huko, mamiaka ya tisini tisini hivi mpaka tisini na mbili hivi, kuna nabii mmoja akina dada umoja akina, au tuseme akina mama mmoja alikuwa anaitwa Mariamu Walutabula alikuwa anaishi pale Abela pale, wengi hivyo wanamfahamu vizuri kwa sababu kama nimerudilia historia hii, nimerudilia kwa sababu watu wengi huwa wanasahau haraka. Watu wengi huwa wanasahau haraka, na unabii ukitabiriwa, watu wengi huwa hawautie sana kwenye moyo, lakini matokeo yakitokea, ndo watu wanakumbuka ah, kumbe ilikuwa kweli. Narudilia historia hii kwa sababu gani? Mariamu Alutabula aliwahi kutabiri Kuhad, kueleza hivi, akakusanya ndugu zake akasema, Bwana ameniambia kwamba mnajiandaa kufanya vita na Wazaire, wakati ule ingali Zaire, mfanye vita na Wazaire, inchi ambayo mmepokelewa vizuri mmeishi vizuri lakini ninyi mnataka kufanya vita dhidi yao. Bwana anasema mambo hayo hayataki, na mtapigana vita lakini hamtashinda. Hilo lilikuwa neno lake la kwanza. Neno lake la pili alisema kwamba nimeona damu imemwagika sana kwa vita ambayo mmeleta, lakini kwenye vita hivyo nimeona pipa za damu zinamwagika, ila niliona pipa za wandugu zangu ninyi Wanyarwanda wenzangu, pipa zenu za damu zilikuwa nyingi ambazo zimemwagika kuzidi za wale ambao mnakwenda kupigana nao. Unabii wake wa pili huo. Unabii wake wa tatu, neno lake la tatu, alisema nini? Alisema nimeona mmekuja na vita, mmeingia, mmepigana, mmefika mpaka ikulu, yaani mmesogelea karibu kabisa ikulu, lakini hamkukaa. Baada ya ninyi kudondoka pale ikulu, mulikimbizwa mpaka mkaenda nje ya inchi. Mulikaribia kabisa ikulu yenyewe lakini hamkushinda. Mulivyodondoka pale mukaangushwa mpaka kwenda wapi? Nje ya nchi ya haya ni maneno matatu ambayo nimezingatia sana kwa unabii wa ule Mama Mariamu wa Abela nyarwanda huyu, na alikuwa anawaambia kwa lugha yao basi ni kidadisi kwa haraka, haraka. Nimechunguza nikaona unabii wa huyu mama, cha kwanza ulitimia. Vita vilianza walivyovileta Wanyarwanda. Mwanzoni kabisa ilitangazwa wahasi wa Wanyamulenge wanapigania uhuru wao, kuomba uraia wao, ndogisi matangazo ilikuja wakaja kuona hii ujumbe umeenda vibaya, wakabadirisha. Lakini vita vimeletwa na watusi Wanyarwanda kwenda kupindua Mobutu ilikuwa njia, lakini lengo lao lilikuwa la wale wa Rwanda waje wasaidie wale wamilimani maminembo ya vibokoboko mawapi kuchukua eneo na vita iendelee huko, ndo ilikuwa lengo la hii vita. Unabii wa kwanza umetimia. Unabii wa pili, wao wakweli wamefariki sana, kwa sababu ni kitu ambacho wameenda kujichokozea. Na unabii wa tatu ni kwamba walifika mpaka ikulu, wakina Azaria Seruberwa wa Moise Nyarugabo eh, wakina nani, James Kabarebe ndo alikuwa amiri jeshi yaani, alikuwa chef d'etat major wa Congo kutoka Rwanda, Mnyarwanda chef d'etat major Rwanda anakuja kuwa chef d'etat major Congo, bitu wenye hajawahi kuwa wakina eh, Bizima na Karaa walikuwa watu ambao yani tuseme, walifika ikulu sawasawa, sawa na unabii wa Mariamu wa Abela Gisi, alisema wakina Ruberwa walifika wanakuwa Dezium vice president wa republike ya Rwanda. Huyu mwenye alikutoka Rwanda anakuja kusoma anakuwa Dezium vice president wa Congo. Unabii huu au maneno yale aliyosema ule dada yametimia asilimia mia moja na kweli walivyodondoka sasa kule. Baada ya miaka yao kumi na nane wako wapi wakina Ruberwa mbio? Wakina Mweze Nyarugabo ndio huyo anaanza semea wapi? Kamanyola, mwenye alikuwa Kinshasa anaanza semea Kamanyola. Sasa ta ajabu anaweka kakabila kamoya hivi kama ndugu yake Batusi mbele, eti ndio itakuwa kisingizio sasa au njia ya kukimbilia eti Umoja wa Mataifa au serikali ya Congo ione hao watu kweli wananyanyasika, ili tuwasemee tena hiyo <laughs> ni ng'oo, Bwana Moize Nyarugabo. Audio zinafikaka mbali sana mbali sana, na munazipataka na mimi najua na, uh, utaipokea hii audio utaipata au uh, utaisikia. Mawazo yako na politiki yako ni ya kitoto sana kama wewe ni lidere, kwa nini unakuwa lidere? Kwa nini unakuwa lidere wa, wa taifa moja wa kabila moja? Kama wewe ni lidere, unakuwa lidere wa kabila moja, unalenga nini hapo? Mfano, wewe ulikuwa depute wa, wa kutungwa wa, wa, wa miaka ya nyuma huko, manda ya, ya kwanza ya Tshisekedi. Ulikuwa depute wa Uvira, yani kule Uvira uliona tu kabila ya Wanyarwanda tu ndo wa ndugu zako ambao unaweza ukatetea? Ndio si depute anasemaka. Depite ni mtu mwenye anatoka eneo lenye anatoka kabila zote anazirepresenter kule na anazitetea mbele ya asamble nationale. Sasa we, kwa upumbavu ambao unao unaona kwamba ukitetea eti waswandiza wa, wa, wa, wa, wa, wa mimi na waitaka waswandiza Wanyamulenge lakini ni barwande. Ukisema namna Paul Kagame anasema le rwandofon le rwandofon. Sasa le rwandofon le rwandofon ukisema mu Kiswahili, ni Wanyarwanda tu ambapo hawana busara ya kujua anasema kitu gani. Sasa Moize Nyarugabo anafikiria kukusanya wale watusi kuwapeleka Kamanyola na kuanza kuwaweka vyombo vya habari kuwaojioji na wao kusema sema kusemasema eti ndo hapo suluhishi itapatikana. Hiyo ni ni ndoto, tena ni utoto sana na ni ujinga mkubwa sana. Ndugu zangu Wanyarwanda ambao mko Kamanyola, nasiki nafikiri mutapata audio yangu, mutaipata tu sababu najua wengi watakuwa interese waichukue wasikie ni nini kinachoendelea. Ushauri ni kwamba huo msambo munaousamba msambo mzuri sana tena msambo mtamu sana mkiwa, kambini mnapata resettlement haraka. Kama ninyi mnapenda nani mnajiona mko kwenye insecurity, nendeni makambini, Umoja wa Mataifa utawachukua, unaanza wapeleka huko Amerika huku kunahitajika watu wengi sana lakini, ninyi kwa nini mnalalamikia Mweze Nyarugabo? Atawasaidia nini? Mweze Nyarugabo ni mtu kama ninyi, hana uwezo. Tena ameshadondoka kwenye alikuwa na, hata kwenye alikuwa hakuwa na uwezo wa kuwasaidia kitu chochote. Mnakaa kwenye mamedia, mnapanda kwenye mamedia kuanza kuhutubia. Mnahutubia vitu gani? Mnaojiwa vitu gani ambavyo watu watawasikia? Mnapanda, mnavuna yale mliyoyapanda yale mlioyapanda ndo leo mnaanza munaanza kuyavuna. Tumeishi na mweye miaka ngapi? Kuna wakongomani wako Burundi miaka nenda miaka rudi, tangu wakati ule wa wakina Bagaza wakongomani wako Burundi. Muliona siku moja mkongomani anadai hata hatua moja, eti metre moja ya udongo wa Burundi? Wakongomani wako Tanzania, mmeshawahi kuona wakongomani wanadai kitu chochote pale Tanzania? Wakongomani wako Zambia, mmeshawahi kuona wakongomani wanadai kitu, eh, kama udongo Zambia? Wakongomani hivi wako Malawi, wakongomani wako eh, nani Mozambique, wakongomani wako wapi Swazelande, wakongomani wako Namibi, wametawanyika sehemu nyingi, wakongomani wako botswana lakini hamutaona kwenye wako waende wakadai udongo, waseme sisi tunapenda mpaka hivi mutupatie patie uraia huo, unapanda hivyo kwa nguvu. Kama wewe unaomba uraia, ina maana haukuwa wa pale, ulikuwa wa sehemu ingine. Na kuomba uraia hata hapa Amerika, hapa hapa Amerika ndio pabaya zaidi, hauwezi ukathubutu uka, kuomba uraia kwa nguvu, si watakudipoti? Wanakurudisha, lazima ufate utaratibu hapa unakuja unafanya mwaka unafanya interview ya green card. Baada ya green card ukifanya mambo yote ukifanya mambo yote ya fingerprint yote ukimaliza, unangojea miezi kumi na mbili unapata green card. na ikifika miaka, miaka mitano unaenda tena kufanya nani, kufuatilia mambo yako ya ya citizen. Hivo ndo utaratibu wa nchi unavyoenda, lakini ninyi mliamua kuomba uraia kwa nguvu kutumia mtutu na kudai udongo. Sasa ule wenye wewe ulikuwa unaishi unajenga, unaishi pale miaka yote sio udongo? Mpaka udongo wenye wewe utabeba mkichwa uende nao? Unaona, kwenye akili yenu ilikuwa ndogo. Sasa jibu ni kwamba munavuna yale mliyoyapanda. Unaona na, na, na, na bahati mbaya sana mmepanda lengalenga, mnakuja kuvuna bangi, ndo kibaya zaidi. Kwa hiyo nataka kuzidisha kusema kwamba bwana Moize Nyarugabo ana siasa ndogo sana, siasa ya kitoto sana. Hebu tusikilize kwanza gisi wanavyosema na kufikiria kwamba wao wataona kitu cha ajabu, eti kwamba kutakuwa mabadiliko ya kwanza. Tusikie kwanza hapa na haki ya kushota maji sawasawa na wengine. Kuna wamoja wetu ambao wamepigiwa kumabomba, eti waende shota maji ya Rwanda. Imagine vu tv va uvira otejidal izedelo Rwanda, utaweza uta... utaweza? Mimi nasema utaweza, mimi nasema utaweza. Kwa sababu gani? Ni vitu ambavyo umeenda kujichokozea, ni vitu ambavyo mmekwenda kujichokozea mweye. Ndiyo tuendelee utatia maji ya bugali yenye unatoa Rwanda na unaishi Uvira? Jibu ni hapana, mbele ukogesha mtoto wenda sokoni randa. Lakini tukavumilia, tukasema inchi ni yetu, tutabaki kwetu. Tulipoona afse inajiretire, tukasema hatuwezi tena kungoja damu imwangiki na turudilie maisha mabaya. Sasa tunauliza kwa nini nchi? Kwa nini ulimwengu? Kwa nini komunote international? Kwa nini nations zini? Kwa nini Amerika inatuchukia? Ok, sawa kabisa, anauliza swali, huyu dada ana akili sana. <laughs> Kwa nini Amerika kwa nini komunote internasionale kwa nini umoja wa Mataifa unawachukia? Jibu lako ni hili mama, jibu lako ni hili. Mtu wanamchukiaka kulingana na matendo yake. Wanachukia, wanawachukia kulingana na tabia zenu. Tabia zenu ndo zimewaponza, ndo sababu hiyo. Na kitu kingine ni kwamba wakati ninyi mlijifanya wajanja wa kuja Bulaya au kwenda ku Umoja wa Mataifa au kuja hapa Amerika kuja ku, ku, kusema uongo, kuunda uongo kwamba ninyi ndio wa habita wa kwanza au ndo wa raia wa kwanza wa pale Kongo. Alafu wengine wote Wafuliro, Wabembe, Wanyindu wengine wamewakuta ninyi, sasa hawawapendi, wanaanza kuwafukuza ninyi. Hiyo siasa, na sisi tulikuja huku kwa wakati wetu, tukaja kudemantire hivi vitu vyote na kuviweka wazi, na mabarua ya tangu wakati wa babu zenu walikujaka zikaoneshwa. Kumbe Umoja wa Mataifa ukaona kweli walikuwa wanadanganywa sasa wakaja kugundua uongo wenu umekuwa zairi, ndo sababu ya kuwachukia na wakaona kumbe ninyi ndo wavamizi, na hiyo ndo jibu lako mama, ndo sababu ya wewe kuchukiwa, au ya watusi wa Kongo wenye walikuwa wanaishi Kongo kuchukiliwa na umoja wa Mataifa. Sasa wakasema hivi, kumbe mambo ya kuwatetea hawa watu yanaisha, mambo ya kuwasikiliza yanaisha, na ndio maana mnaanza kimbia hivyo, munaanza beba mizigo kukichwa, munaanza lia, mnaanza lalamika, hampati wa kuwasikiliza, kwa sababu wamekuisha kuwaelewa, wamewajua. Hivyo mnavyofanya inakuwa sawasawa sawa na mtu mwenye analala mnyumba, alafu kuna mbu nyingi, lakini yeye hana mustikere kazi yake yeye. Huyo umoja akiwa yeye peke ndo ana mstikere na imbu iko mingi, utasikia yeye ndo analalamika kila saa mkoro, pu pu pu pu. Na wengine wenye walijifunika vyandarua vyao wenye walitia vyandarua vyao wako kimya, wanalala. Hivyo ndo ninyi mnaanza pigwa na mbu nje, na malipo yote ni hapa hapa duniani. Mmepanda lengalenga wa mama mmevuna bangi. Sasa twende taratibu Tumfatilie tena huyu mama, tumalizie kwanza audio yake. kumefanya zambi gani? Ni vizuri watuambie zambi hiyo kiungame, ili tupate haki ya kuishi sawasawa na wanawake wengine na watoto wetu waishi maisha ya uzuri, tunawama... asante sana, asante sana <laughs> eti, tuwaambie zambi yao ili wapate kutubu ili waishi kama wengine ili waishi kama watu wengine. Zambi zenu kwanza, eh, kosa zambi yenye mmefanya kubwa ni kujiita watu kulazimisha, eh, kupata uraia wa nchi ingine, na baada ya kuona kama havijakubaliwa mnaamua kuchukua silaha na kuanza kupiga wenyeji. Unafikiri sisi hivi tunafurahi? Tunaanza semea mbali na nchi yetu, unafikiri tunafurahi? Ninyi muungali ni nasemea kama nyola we ndugu zetu wako Burundi, wako tele, wako mumatante, wako wanaishi vibaya. Wengine walienda mumaji wakafa, wana, wana, wana, wana, wanaenda na maji wanazama na maji na, na maboti. Wengine wako mamilioni ya watu ambao mmesababisha ninyi watu kukimbia, ambao wamewakaribisha. Mimi ninayongea hapa niko shahidi, mlikuwa mnaleta mbuzi moja tu au mbuzi mbili, unakuja kaa kwa mtu mtoto anasomea pale na anamalizia masomo pale. Eske mbuzi na miaka ambayo uliishi pale na kula ambayo ulikula na kulala malazi ulilelewa pale, eske unaona hiyo malipo iko sawasawa, inalingana? Lakini ninyi hao hao, si haijatosha. Wababa zetu wababu zetu wanapanda mpaka mamilimani kule makisengeta ma, epepe ma, ma, ma, ma, mawapi ma, kule kwenda kuwafungulia makanisa ili mpate kujua Mungu wa kweli wanawafungulia masomo ili mwelimike, lakini leo mkaamua kuchukua silaha eti tukimbize sisi ambao ni wenye waliwakaribisha, ambao ni Mungu alitupa udongo wetu, ambao Mungu alipanga mipaka. Leo mnatukimbiza sisi, alafu bado ungali unajuta kusema kwamba haujui kosa lenu. Ili uambiwe kosa lenu upate kuungama kosa lenu ndo hilo na huko nasema hapo, huko we mko wanawake na watoto, waume zenu wako wapi? Kama wako Minembwe kule Tuira, Tuirwa neo na Bangumino, si ndio kwenye wako? Sasa unalalamika nini? Kalalamike polisi. Hapa ni hoja kwa sasa hivi, malipo yote ni hapa hapa duniani. Mambo inawageukia ninyi na anachojidangaya Moize Nyarugabo, kwanza mnamlalamikia Moize Nyarugabo, atawasaidia kitu gani? Hatawasaidia kitu chochote, sababu yeye ana uwezo hiyo kese yenu hiyo, mungekuwa kambini muko na samba hivyo mbele ya, ya Umoja wa Mataifa ndo mungepata resettlement, na ninyi wenyewe resettlement kupata reinstallation kuja huku Bulaye amu vipendake munataka mufie Kongo na kweli mutakufa sana, na amuta dumu muhiyo inchi, amuta risi hiyo inchi, mutakufa tu sana, na mutafia umo, lakini amuta weza chochote na amuta shinda. Hakuna inchi nyinagawika hivyo Mama, hiyo ndo jibu ya swali lako. Kosa lenye mlifanya ni kuomba uraia kunguvu na kuvamia watoto wa inchi, eti mweye muanyanganye udongo kwa kulazimisha, ninyi kupata udongo kwamba ninyi Mungu aliwaumba kutawala, sio kutawaliwa. Hiyo ndo kosa yenu mama, endelea na mdomo wako mama. Wajawazito hapa kuna watoto migongoni, tutaishi maisha gani? Tutaishi aje kwa hali hii? Wewe unafikiri wale wenye wako Burundi wanaishi aje? Wenye wako Tanzania wanaishi aje? Wenye wako Mozambique wanaishi aje? Kuna wenye wako Burundi hawapati hata kitu, kushota maji ni makilomita hata makilomita 20, ndio wanaenda shota maji, wanaishi wanaishije? Ndio maisha utaishi. Wenye wanaishi Tanzania wengi hawapokei, na wewe hautapokea, ndio maisha utaishi. Wenye tuliacha Mozambique wako kule wanateseka, hawalipwake tena hawapewake tena chakula wala nini wala nini, wanaishi kivyao. Ndio maisha utaishi, mtaishi hayo hayoyo maisha. Unauliza, uliza nani akusaidii. Endelea na huo mdomo wako, wanakusikiliza hali hiyo. Hatukukuwa na haki ya kushota maji sawasawa na wengine. Kuna wamoja wetu ambao wamepigiwa kumabomba eti. Achana na mdomo wako eti, kuna hawakupata muda wa kushota maji kumabomba. Sasa swali lingine linakuja, AFC hawajakuwa hata miezi sita tangu wakamate Uvira. Ulikuwa unaishi namna gani mpaka AFC ikukute huko hai? Wakongomani hawajakuua awa, Wakongomani hawajawaua kwa hayo yenye mko na presente kumatelevizion Haona kama ni siasa mdogo sana ya kiwango cha chini. Wakongomani wamekuisha kufunguka macho, hamtaweza tena kitu chochote cha msingi. Gisi wamewapeleka Kamanyola, vukeni kidogo kidogo mpaka upande wenu wa pili, mwende mtulie manyumbani kwenu. Hiyo nayo ni nchi, huo nao ni udongo. Udongo wa Kongo unakuwa uchungu kuuchukua, udongo wa Kongo unakuwa uchungu kuchukua. Endelea na mdomo wako, wanakusikia. Twende huku ktoka Uvira na cikuta kamweny ie siku kuwa siku ya Mungu usubui masenkea tukatoka Uvira maurigense nikoatutukana ikoatukula majiwe iko atuambia watatuua watoto wakapotea na bwana, wakapotea wakapiga magari majiu, wakatupiga masasi, tukaacha vitu na watu, tukatoka Ufira dirjans tukakoya mpaka Kamanyola njia yu yikuiko atututia majiu, iko atuzomea, iko atutemea mate. Unaona uongo ambao umepandikizwa hapa, wakapigwa majiwe, wanazomewa wako naenda wanapigwa masase, waume wakapotea na watoto wakapotea. Waume wapotee na watoto wapotee, wanawake waonekane. Wakongomani, fungueni akili, mfungue macho. Hawa watu ni wajanja sana, na ni waongo, na huwa anayosema huu mwanamke ni uongo, kwa sababu wao walikuwa mu mikono ya AFC na AFC wanalalamika wao, eti AFC njo iliwabeba, AFC na M23 njo iliwabeba, eti inawapeleka sehemu yenye kuna usalama hasa wanani wanyo wanaweza wakawazomea na kuwapiga masasi na wako mikononi mwa ndugu zao waasi wa AFC. Hamwone kama huu ni uongo ambao umetungwa? Waume zao wamepotea wamepotelea wapi? Wako milimani, ndo wanajeshi watwirwa neo wangumino ndo wako kule waredetabara, njo wako kule milimani kule alafu Ushauri wangu ni huu, ndugu zangu wa Kongomani, acheni kupoteza mda na maintavyu ya vitu vya vyoho vyohivi. Na ndio maana nilisema jana kwamba TV nyingi ni mali ya hawa Watusi ambayo inapiblie tabia zao na inapiblie mateso yao. TV nyingi sana ziko pale kwa maslahi ya Watusi. Sasa wa ndugu zangu wa, wa, wa Nyarwanda ni hivi, malalamiko yenu haitasikika tena sehemu na sisi tumesha kuja kufunga ile njia yenye mlikuwa mnaingia ingia kuja kudanganya, tumesha kuja kuifunga, tumeiziba. Kwa hiyo amuta sikilizwa tena, kwa sababu tabia yenu imekuisha julikana. Sasa ninyi mnalalamika, mwe kabila moja yenye iko Mkongo. Unafikiri pale Burundi, kabila ngapi zilikimbia? Ziko pale pale, wabembe wako pale tele, wafulero wako pale tele Wavira wako pale tele, deja inakuja kabila tatu hizi, Wanyindu wako mule, kabila ine hasa. Ninyi kabila moja ndio mnakuwa mnajitelevize na bado mungali mukamanyola mungali mukongo mule mule hasa, mnalalamika nini? Kalalamikeni polisi. Mnalalamika hasa nini? Kwanza hamuna aibu? Mnaenda kulalamika mbele ya, ya ya, ya nani ya Moize Nyarugabo? Atawasaidia kitu gani? Kwa hiyo ndo hayo mnatakiwa mtubu dawa yenu. Ulisema, uliuliza swali mzuri, kama ni zambi gani yenye mlifanya ili muombe msamaha musamehewe ili muishi kwa amani. Cha kwanza, hombeni Mungu mwenyewe msamaha, kwa sababu mliua taifa la watu teule la Mungu. Cha pili, hombeni Wakongomani msamaha, kwamba sisi kiukweli ni Wanyarwanda ambao tulikimbia na tukaja kwenu nakuomba uraia , lakini tuliuomba kwa njia mbaya. Kwa hiyo mtusamee, tunakubali tuko Wanyarwanda, lakini tuishi hapa. Na cha tatu, muweke silaha zote chini, muzisalimishe kuserikali, na wakongomani wa watu maskini, we awakao yake kusamea, watabaki wanasema, hawa walitukoseaka, lakini Mungu mwenyewe atawalipa. Mungu mwenyewe atawalipa. Kwa hiyo ndo hiyo, mama, ndo majibu yenu ya ninyi Wanyarwanda ambao mnaendelea kutesa Wakongomani. Asante sana, nawashukuruni tena leo tena.